Habari, naitwa Dr. Simkonda kutoka HNL Wellness Center. Leo natamani kuongea na watu ambao wanatamani kuanza safari yao ya kupunguza uzito, kitambi pamoja na nyama zembe. Moja ya kosa ambalo linafanywa sana linakupelekea usipungue, ni kwa sababu nia unayoanza nayo katika kupunguza kitambi na uzito inakuwa ni kupunguza tu kilo, lakini haufokasi katika kujijengea mfumo wa maisha ambao utakusaidia wewe upate matokeo ya kudumu. Natamani nikwambie jambo moja siku ya leo, kabla haujaanza safari ya kupunguza uzito Jiwekee mpango mkakati ambao utakushepu wewe kuwa na tabia za kiafya ambazo hazitakupelekea wewe kurudisha uzito wako wa awali. Usilenge tu kupunguza kilo, badala yake lenga kupata usingizi wa kutosha, lenga kujizoesha kula chakula cha kiafya maisha yako yote, lenga kupata muda wa kumeneji mawazo na msongo wa mawazo, lakini lenga pia katika kupata muda wa kufanya mazoezi madogo madogo ya kutoa jasho kila siku. Lengo lako lisiwe ni kushusha kilo kwa haraka uonekane umepungua na watu ambao walikuwa wanakuona wewe ni mnene. Utakavyoweza kufanya hivyo, utakuwa umeji maintain na utapata matokeo ya muda mrefu na ya kudumu katika safari yako ya kupunguza uzito. Nakupenda sana. Stay fit.